Tumepokea ugeni kutoka Wakala wa Majengo ya Tanzania TBA kwenye mkoa wetu wa Pwani, lengo kubwa kuweza watatembelea viwanda viwanja vyao na, na majengo ambayo wanayamiliki, lakini kuweza kuangalia fursa zilizopo. Sasa si tuseme tunawakaribisha sana mkoa wa Pwani, mkurugenzi na timu yako lakini hili mnalolifanya ni sehemu ya kutekeleza agizo la Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr Samia Suluhu Hassan. Mnafahamu katika sera yetu ya makazi na sera ya ardhi, serikali imeahidi kuweza kuhakikisha wananchi wanapata nyumba bora zinazohimilika kwa maana kwamba ambazo ni affordable. Sasa kwanza kwa wafanyakazi wa serikali, ili waweze kuhakikisha wanatoa huduma nzuri kwa wananchi kwa kuwa karibu zaidi na maeneo ambapo taasisi zao zipo, lakini pili, kwa wakazi wengine wa Tanzania wapate nyumba, kwa sababu sasa hivi makazi bora ni sehemu muhimu ya kuboresha maisha ya mwananchi. Sasa mmefanya jambo jema, kwa sababu mkoa wetu ni mkoa wa viwanda, nimeeleza hapo mwanzo. Sasa so, utaona viwanda vyote hivi vinahitaji makazi. Lakini lingine, mkoa wetu sasa, Mheshimiwa Rais ameufungua mkoa, umefunguka na tunataka mkoa ambao umepangwa. Na nyinyi TBA, pamoja miongoni mwa majukumu yenu ni kutoa huduma za, za ushauri upande wa mipango miji e, pamoja na kujenga, lakini upande wa mipango miji, na nimewaambia kwamba kuna viwanda vingi, lakini wenzetu hawa wawekezaji hawana maeneo ya ofisi ambazo ziko nje ya viwanda vyao. Sasa tungependa tunapokuwa hapa Kibaha katika CBD tuweze kuwa na majengo ambayo wataweza kukodisha eh, tuweze kupata huduma kwa sababu wengi wao wanakaa nje ya mkoa wa Pwani kwa sababu hawana maeneo ambapo wataweza kufanya ofisi au kuishi. Kwa hiyo niwashukuru TBA na tumesema mmekuja, lakini tunataka tuwe na kikao kazi ambapo tutaonyesha fursa zote zilizopo na soko lipo. Tumeona ni kwa kiasi gani mkoa wa Pwani ulivyoendelezwa kwa viwanda vingi, lakini bado swala la makazi limekuwa ni changamoto, sio kwa watu wa viwanda, wafanyabiashara, lakini hata watumishi wa umma pia wamekuwa bado wakipata hiyo adha ya makazi, na kuna baadhi ya wafanyakazi ambao wamekuwa wakilazimika kuishi mbali kidogo, wakati mwingine wakiishi Dar es Salaam na kufanya kazi mkoa wa Pwani. Kwetu sisi, wakala wa majengo Tanzania, TBA, tumeona hii ni fursa kubwa na baada ya kikao hicho tumeanza shughuli ya ukaguzi wa maeneo mbalimbali ya wakala wa majengo Tanzania TBA. Tumeanza na eneo letu hili la Mwendapole ambapo wakala una eneo la jumla ya hekari tisini na mbili tisini na mbili tisini na mbili pointi moja na kwa muda mrefu eneo hili limekuwa ni kama shamba, lakini kutokana na shughuli za uendelezaji na namna ambavyo maeneo yameendelea kukua eneo hili sasa tayari limeiva kwa ajili ya uendelezaji na wakala tayari umeshafanya subdivision na una jumla ya viwanja uh, kama mia moja na ishirini na nane ambapo tunajipanga sasa kwa ajili ya uendelezaji wa eneo hili uh. Tofauti na hivyo tume... kwa muda mrefu sasa tumekuwa tukiangalia namna bora ya kuweza kuhakikisha miliki za serikali zinalindwa vyema na namna bora ambayo imekuwa ikitumika kwa muda mrefu ni kuhakikisha kwamba maeneo haya yanakuwa yana nyaraka stahiki za umiliki kwa maana ya hatimiliki. Lakini kuna wakati mwingine tunakuta maeneo yetu yana nyaraka zote za umiliki, lakini bado yanavamiwa na watu, na watu wengine wanakuwa wakifanya hivyo kwa kuto kufahamu kama maeneo hayo yanamilikiwa na serikali. Sasa utaona kwenye maeneo haya ambayo tunayatembelea siku ya leo kwa mkoa wa Pwani, licha ya kwamba yanamilikiwa na Wakala wa Majengo Tanzania TBA kwa hati miliki, lakini tumeweka mabango makubwa yanayoonesha kwamba maeneo haya yanamilikiwa na, na serikali na hakuna mtu anaruhusiwa kufanya shughuli yoyote kwenye maeneo haya bila kibali cha serikali. Hii yote ni katika jitihada ya kuhakikisha kwamba miliki hizi za serikali zinalindwa vyema, zinalindwa kwa nyaraka, lakini zinalindwa pia fizikali kwa kuhakikisha kwamba zinawekewa halama ambazo zitaonesha kwamba maeneo haya yanamilikiwa na, na serikali. Baada ya kufanya kile kikao na mheshimiwa mkuu wa mkoa na baada ya kutembelea maeneo haya na uhitaji uliokuwepo kwani Pwani, kama taasisi kama wakala, tunaendelea kuona namna bora ya kujipanga, kuhakikisha tunaongeza kasi ya uendelezaji wa miliki katika mkoa huu wa Pwani kutokana na uhitaji ambao tumeuona. Kwa hiyo ziara yetu hii ya leo itaanza na eneo hili lakini pia tutatembelea eneo la Kibiki Chalinze, pale ambapo tayari wakala umeshaendeleza nyumba saba za watumishi ambazo tayari zote zimekamilika na kupangishwa, na nyumba nyingine tatu zikiwa zipo katika hatua ya msingi. Lakini pia tutatembelea maeneo mengine ya Msata, ambako pia mabango haya ya kuweka alama zinazoashiria maeneo haya yanamilikiwa na serikali tayari zimefanyika, lakini na Bagamoyo pia, ambako pia kazi hii ya uwekaji wa mabango imefanyika. Jitihada hizi tayari zimefanyika katika mikoa kumi na tano ya ya Tanzania. Tayari wakala umehakikisha umepeleka fedha kwenye mikoa kumi na tano kuhakikisha maeneo yake yote yanawekewa alama zinazoonesha kwamba yanamilikiwa na serikali ili kuyalinda kutokana na uvamizi uh, wa watu wengine ambao hawana interest kwenye maeneo hayo lakini sio kwa mikoa hiyo kumi na tano. Jitihada zinaendelea pia kuhakikisha mikoa yote maeneo yote ya wakala yanalindwa kwa nyaraka na fizikali pia. Kwa hiyo tutahakikisha mikoa yote na maeneo yote ya wakala yanawekewa mabango haya, ili isiwe rahisi kwa mtu mwingine kuweza kuvamia kwenye kwenye maeneo yetu. Baada ya kusema hayo, nawashukuruni sana.